E, kama kawaida uhum, kama kawaida nilivyowaahidi ndugu watazamaji katika kipindi cha TV yetu online hapa e, nilipo nimetembea kidogo, nimekutana na kijana mmoja. Yeye anajishughulisha na shughuli za, za, za atajieleza hapa shughuli yake anayofanya. Hebu bwana unaitwa nani? Ndio, nafanya kazi ya kukata, kukatia ng'ombe majani. Ndio hiyo e, kazi unayofanyia. Ndio. Hapa navyokuona, sijui nikuulize una miaka mingapi, labda mtazamaji angeweza kujua wewe una miaka mingapi? 15. Una miaka 15. Yeah. Na, na je, na kwa nini umefikiri kwamba wewe unafanya hii kazi ya kukata majani badala ya kuendelea na, na kusoma? Shule umemaliza? Yeah. Ndio. Umemaliza mwaka gani? Mwaka juzi. Mwaka juzi? Yeah. Ulifanikiwa kufaulu au kufanikiwa kufaulu? Kufa yeah, nimefaulu. Ulisoma shule gani labda? Unaweza kuhitaji jina kama unaikumbuka vipi? Mm. Inaitwa shule gani? Kianga. Kihanga. Kihanga shule ya msingi. Ndio. Sasa malengo yako ni yapi mpaka saizi? Huyo malengo yangu bado sijafikia. Ehe. Umefikiria nini sasa katika maisha yako? Unaweza kama mtu amefikiria kukusaidia ukaendelea, unaweza ukaendelea kusoma mm. si umesema kwamba umefaulu mm. unapenda kusoma mm. kweli mm. kwa hiyo kama mtu yoyote ambaye mtazamaji anaye kusikiliza saa hizi, unaweza ukamwambia uka nini labda kama kama na uwezo wake atanisaidia, unaomba kusaidia, mtu yote ambaye anaweza anaweza kusaidia ili uendelee na masomo. Unafikiri ni masomo gani unapenda, kama ungepata uwezo wa kuendelea kusoma? sayansi na English. Sawa, sasa kingine ambacho wanafikiria sasa, kwa, kwa, kwa, kwa nini, kwa nini unafikiri kwamba e, ukisoma utapata mafanikio ni nini kinachoku approach sana elimu? au kinachokushawishi kwamba wewe ukisoma sasa ndio utapata mafanikio elimu. Elimu kama sayansi utapata mafunzo ya biashara sawa. E, kingine labda unasemeje kuhusiana na wengine ambao vijana wanajishughulisha na kitiviti bado umri mdogo hawafanyi, hawasomi, unawashauri nini? Watakiwa wapate elimu wasome. Okay, asante sana.